memaliza chuo kikuu tukafanya hafla mahali, na miongoni mwa watu ambao tuliwakaribisha kama watu tunaowafahamu kama familia, Kevy alikuwa mmoja wao, wakati sijui Kevy atakuwa nani <laughs> tulifanyia Dar es Salaam, si gorofa ya tano ya sita mahali fulani, na nikawa namweleza jinsi ambavyo Recho ni mtu wa baraka sana kwenye nyumba yetu na nikasema huyu mtu atakayemuoa Recho amepata tunu ya familia yetu. Kumbe Kelvin yuko pale anatumbua macho. nasema iusuku akina Marwa, mtoto wenu wako mbele yenu, yawapo maneno ya hekima, huu ndio wakati wake. Karibuni sana. Amen, Bwana Yesu asifiwe. Kwetu leo ni siku ya kihistoria na ya kipekee, baada ya safari kubwa ndefu ya malezi. Na kwa kuwa safari hii sio safari ya mimi na mke wangu peke yetu, naomba simama, mke wangu. Malezi ni sehemu kubwa ya familia nzima ya ukoo wa Marwa, na tuko hapa tumetoka karibu pande zote za nchi hii. Niseme kwa niaba yao na kwa niaba yetu wenyewe, binti yetu, sisi tunakupenda na tutaendelea kukupenda. Ninakumbuka wakati anakuwa akiwa mdogo alipoliona lile pendo la wazazi wao, alithubutu kusema maneno haya, akasema, ninamwomba Mungu, wakati mnapoendelea kupata watoto wengine kadiri Mungu atakavyowajalia, basi katika hao watoto watakaozaliwa asije kutokea binti mwingine. Ni ajabu Mungu amesikia dua yao, yeye ndio binti pekee katika nyumba yetu na kwa kweli tunakufurahia sana, Pecho, umetuheshimisha sana. Nilikuwa nikisema maneno haya wakati fulani, na wakati huo sikujua kama Kevi atakuja kuwa mwenza wake. Wakati amemaliza chuo kikuu tukafanya hafla mahali na miongoni mwa watu ambao tuliwakaribisha kama watu tunaowafahamu kama familia, Kelvin alikuwa mmoja wao, wakati sijui Kelvin atakuwa nani. Tulifanyia Dar es Salaam, si ghorofa ya tano ya sita mahali fulani, na nikawa namweleza jinsi ambavyo Recho ni mtu wa baraka sana kwenye nyumba yetu, na nikasema huyu mtu atakaye muoa Recho amepata tunu ya familia yetu. Kumbe Kevi yuko pale anatumbua macho anasema usuku <laughs> Recho ameokoka, Recho anampenda Mungu. Hatukuwa wazazi wale ambao ilikuwa tunalazimika kumfuatilia kuona maisha yake ya uadilifu, labda anaweza kuwa na shaka amekuwa kielelezo kwa wadogo zake na amejitambua akiwa mdogo sana. Rachel ni mtu anayependa ku appreciate kila kilicho kizuri kwenye maisha ya mtu. Kuna wakati tukiwa naye mdogo, akimpenda mtu amevaa vizuri anasimama anamsifia yule mtu, anashangaa mtoto wa aina gani huyu? You look so cute. God bless you amekuwa hivyo na moyo wa namna ya kipekee. Rechu ni mtu mwenye kibali, sijui kama kuna mahali alikwenda akakosa kibali. Ana kibali nyumbani, alikuwa na kibali shuleni, alikuwa na kibali kila mahali, na hata miongoni mwa watu ambao wamemlea akikua. Kama mwalimu yuko hapa, Mwalimu Kilamba na mke wako, tafadhali, naomba msimame. Walimfuata recho akiwa mdogo nyumbani, wakasema, tupe mtoto huyu, sisi tutakulelea. Na walinithibitishia recho amebaki kuwa dada mzuri mbali na wazazi wake. Kwa hiyo siku ya leo, mioyo yetu inapomwachilia kwenda kujenga familia yake, tuna furaha, tunajisikia vizuri, na kama kuna kila akiba ya baraka ndani ya moyo wangu, nimekumiminia mwanangu Nilikutamkia baraka unakuwa, nilikutamkia baraka ulipokuwa umeanza maisha yako. Ni mtu mwenye ujasiri wa kipekee. Wakati alipoanza kazi watu walikuwa wanasema, unamwachaji binti akaishi kwake, ajitegemee na kila kitu? Nikawaambia, ninamfahamu Recho, mtoto niliyemlea mwenyewe, ninaweza kumwamini. Na imani yangu kwako mwanangu, ukiitupa chini Leo nasimama na mama yako kifua mbele, mama zako wakiwa hapa, shangazi zako wakiwa hapa, bibi zako wakiwa hapa, babu zako wakiwa hapa, baba zako wadogo wakiwa hapa, watu uliosoma nao wakiwa hapa. Najua umehemewa, wengine hata hukuweza kuwataja, mi niwataje kwa niaba yako, wakubwa kubwa kwa wadogo. Umetuheshimisha, we crown you. Mungu aendelee kukutunza na moyo wako wa kupenda kumtumikia Mungu na kumwisha Mungu ukawe hivyo, ukamfanye huyu kijana Kelvin ambaye ninampenda, ambaye ilinigharimu mimi kumkubali kwa <laughs> sababu nilikuja kugundua kwenye sherehe ile alikuwepo, ili nitatiza sana nikasema kumbe, wakati ule nasema maneno yale ya jinsi ninavyompenda, Recho Kevi alikuwa hapo, kama kaingia chumbani kusikia siri. Nikamkuta ameongozana na wazee wa Kinondoni, hodi nyumba hii, nikasema wa, wow. Nimekupokea mwanangu, kama kuna neno zuri la kutamka juu ya mtu ninayempenda sijakusazia mwanangu. Ukawe mkuu, ukafunikwa na mafuta Ukaliheshimishe jina zuri la Yesu Kristo, wazazi wako wakajisikie vizuri. Tuna mtoto anaitwa Kelvin. Mungu akubariki. Asante sana, asante sana. Uh, okay. Barikiwa sana. Namba maiki baki kwa Rachel, na hawa nimewaita kwa jina la PCF. PCF ni nani? Tusaidie, Rachel. PCF ni nani? Wengine hatujui PCF ni nani. Tusaidie. PCF ni Pastor. Pastor's Children Fellowship. Ni watoto wa wachungaji, ni umoja wa watoto wa wachungaji. Aha. TAG. Aha. Na ninyi wawili hapo mna uhusiano gani na watu hawa? Wengine hawafahamu. Mume wangu ni mtoto wa mchungaji. Na mimi ni mtoto wa mchungaji. Aha, makofi kwa PCF tafadhali. Naomba sasa umpe microphone Kelvin. Kelvin, ukiwaona PCF na kila ambacho wengine wakifahamu na ambacho ungetaka leo tukifahamu, unakumbuka nini? Karibu sana. Okay. MC anauliza maswali ya uchokozi <laughs> kama alivyoeleza mke wangu, PCF ni mmoja wa watoto wa wachungaji na tunakuwaga na makongamano, watu hukutana kwenye makongamano, wengine wanakutana huko. Tunao PCF wenzetu ambao walikutana kwenye makongamano ya PCF taifa, wakapendana waka wakaoana. Lakini cha tofauti kidogo kuhusu sisi, sisi tulikutana kwenye harusi ya PCF wenzetu, marafiki zetu hawapo hapa, Modekai Madembwe na mke wake Priska wote ni PCF walioana elfu mbili na ishirini na mbili kwenye harusi yao tukakutana, pale ndo nikamwona. Ndicho ambacho nikiona PCF nakumbuka kwamba mke wangu pia nilimkuta kwenye harusi ya wana PCF. Ah, wamesema wao wow. <laughs> Kwa hiyo chama hiki chama hiki na kidumu, si ndio wapendwa eh? Tuwapigie makofi PCF tafadhali. Naomba sasa PCF tuwape picha moja nzuri sana maarusu, wasogee mbele hivi, muwe nyuma yao, mnacheza mna mnafurahi pamoja nao. Ukumbusho huu, huwezi kujua utazaa nini siku nyingine. Studio tafadhali.